Mwasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Edwin Mtei ameripotiwa asubuhi ya leo kufariki dunia. Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, wamesema kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kinasikitika kutangaza kifo cha mwasisi wa chama na mwenyekiti wa kwanza wa chama Mzee Edwin Mtei. Mzee Mtei amefariki usiku wa kuamkia leo Jumanne, Januari 20, 2026 nyumbani kwake Tengeru mkoani Arusha, ikiwa ni siku moja kabla chama akijaadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwake ambapo Januari 21 mwaka 1993 Mzee Mtei alikabidhiwa cheti cha usajili wa chama. taarifa zaidi za taratibu za maombolezo, kuaga mwili na mazishi tutazitoa baadaye leo. chama kinatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera za chama zitapepea nusu mlingoti. Amepigana vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Mzee Edwin Mtei mahala pema peponi.